Mama Amanda amesema hata mimi sijui baba baba, baba baba mtoto ni nani? But baadaye tukiread through the text, Mama Amanda anasema unajua wewe of late ndio tumekuwa tukilala na wewe sana na uanga na kushopula utautaki sasa nini inaendelea Mr. Sam, so kulala naye kwani kuna shida gani mm? Yani mimi nimekuwa nafanya naye mapenzi kama kawaida na mwanamke ni yule yule <laughs> Inaweza kwa pia uilala na, kwani unanifanyia hivyo? Sasa Sam, hapo wewe ndio utaamua kama utanipaa hizo simu niangalie, au utanipea juu, tujua mtu tutakuitia tu mzee. M, tatmambo mingi ni ndio proceed from simu yangu hii hmm. Uh, simu imebeba vitu mingi sana kwa hiyo kuna mahali ambapo unafaa kuingia, ukiona mahali wewe fanya tu guza kila mali unataka, mm. Lakini kuna mali penye ufai kuguza mm. Yeah. Pengine fai kuguza. Kuna mali pa pamaandikwa investigation hiyo mm. fai kuguza mm. hata kidogo mm. Yeah, hiyo ndio kitu ya maana zaidi chatuingie mm. Yeah. Tuangalia, tuangalia, angalia. Maze my people, maze make sure me like share na msubscribe. Maze tutashukuru sana. Eh, mzee, ndio tuna kidrop kitu mpya hadi nyinyi mnaweza kuona. Eh, mzee, mazi jakunona, tunapata nini kwa hii simu? Mimi naona hapo manamba si, sijui kama ni manamba gani eh, unaziona wenyeni mingi e, e, e, hebu rudia kidogo e, rudia kidogo wa wow. Ona hiyo namba ya yeah, jini kidogo. Soma hii jini. <laughs> Hii ni message tu eh, soma hiyo jina, ingia kwa hiyo message tuone eh. Nini, uni Mama Amanda. <laughs> Tu, ulisema alisema, namjua, namjua tu, anamsikianga ati anamsikianga, amjui, hiyo namba imekuja hapo. Hapo umetext Mama Amanda ati skinini ukifika uki stage utaambia mtu wa boda tu atakuleta maliniko alafu mtalipa hiyo text. Tumeisha tu hapo, waja nini sana. Hii ni message sawa, mm. Tutaelewa eh, Mato ndio hiyo eh, unaweza angalia hiyo, silikuambia at the beginning, sisi wa Amanda na, na nani, na mama Amanda tunafanya nao kazi mm. Buy, so alikuwa anamuita mimi alikuwa anampeleka information oh. Si mambo, si mambo fishifishi labda um, ah, si, mapenzi ya sdani, sdani. Adi, <laughs> Adi Amanda ko hapa baba kuna I tried calling you. Na umesave tu Amanda eh? Ndio hii <laughs> kuna venye tu ilikuwa na kama bibi wajui vizuri nini, ndiye amkusikia alisema, bibi yangu hamjui vizuri, anamsikianga nikimwambia. Lakini Amanda nani anamjua, anawajua. So, na kuna matext mingi hapa, kuna matext mingi pia ametext na ni Fatuma, but Fatuma ajibu sasa, sijui nini naendelea nini ana text bibi? Mbona mbona sasa ana text nini bibi yako? Maybe ile time, unajua kuna time hiyo uh, mambo ya daktari. Unajua nilikuja pia mimi sasa, ile ilikuwa nafanya operation fulani for almost one week, hatukuwa tunaongea na hapo amenipata mm, unajua namba yangu ako na hata namba yake namba ya Fatuma eh, so ikakuwa, ikakuwa maybe alikuwa anataka kumuulizia, sio anataka kumjibu na Fatuma hiyo, na na namba yake mm. E, yes. hizi zingine tu naona ni za makarao. Kuna mse hapa anaitwa Safari Pom, tu bank bank. Uh-huh. bank bank bank bank bank bank watu eh, hey, wao mabank ni mingi, ni mabank tu mabank tu bank mm. tume exhaust kwa messages sasa, na messenger pia tumeingia, so imebaki WhatsApp WhatsApp <laughs> tu WhatsApp WhatsApp sasa sasa, tayari baki password WhatsApp mjua tu Weka okay, hiyo password, weka okay, hiyo password, papa. Ukiridhika uniambie. Nikiridhika ni kuambie. Kama jamaa jamaa kune yo WhatsApp hapa. Ok, tunaenda pole pole kidogo, wacha niharakishe kidogo. Okay, okay. Unaona, unaona Mama Amanda, si ndio? Right. Kwa WhatsApp. Kwa hiyo Mama Amanda ana shida gani na wewe? Nini mnaongea na Mama Amanda sana? Yeah, hey, wewe. Wewe, wewe. <laughs> Wewe. E, e, e, e, e, e. Okay, zimenini kuna, kuna mali tu imeanza but mnaona hapa ye na mama Mando anatumia disappearing messages. So ni zile za nini siju ni za, ni za, siju hizi disappearing zenyu mmeika for how long za 90 days wameka disappearing za 90 days. Ndio kuna nini, kuna nini hapa message eh? Kidogo tu kidogo tu baba. Relax, relax. Unajua muda, hmm? ya muda wangu pia, hata ati mama Amanda amesema hata mimi sijui baba, baba, baba, baba mtoto ni nani? <laughs> <laughs> <laughs> mama Amanda mama. Mama <laughs> ana text Sama, naambia hata mimi sijui baba mtoto ni nani? <laughs> unajaribu kumanisha mimba kona yama, I think tu ni hiyo mimba, but sama tatuklarifia tu mimba. yeah, yeye yeah. Anasema mimba si nini mnaendeleza na nam um... <laughs> <laughs> Nini mnaendeleza na um... Mama Amanda baba? Nini mbona mnaongelea mimba hapa? Mama mwana anasema juu baba mtoto ni nani? Sasa kama juu baba mtoto si ajui. So, uh, unajua mm -hmm. Nilikwambia hiyo mimba na ilikuwa na ishuku sana, nawambia hii mimba siju kwa sababu wezi niambia tu, mtu ametoka from nowhere okay. Mimi zaila na huyo mwanamke na protection na lazima ziwezi ushuguli mama Amanda. Sasa zaila na protection, ulikuwa na mali na mali shughuli zangu hapo hapo eh. Mambo mzuri mm. So mimi nikaona ah, kama mbili nilikuwa nalala na protection kwa maana hiyo mimba, ndio nikasema tena kando na mimba, you have some operation tunafanyanga na wao so someday unapea ni kidogo sasa, lakini 90% tuko na shuku na kuna sababu nyingine za kuona shuku, ah, kwa sababu uh, yes, kwa sababu eh, eh, mimi eh, aa wasichana wawili, mama na msichana, tunakaanga tunakangana, wanaweza kaa na mimi yaani ni, ni kwa ufupi nilialao my brother akiwa na accessibility sana wao So lakini uh, so uh, sikuwa najua kwamba inaeza inaweza ruka mpaka ifike mpaka mambo ya mimba ni nani. So uh, unaweza soma message, maybe alikuwa anamuuliza aje baba ya mtoto ni mimi ama nani, ya elef, mm, ama nani yanaele ama brother anga na include hapo hapo. Ndio sijapata point nzuri baba nini, naendelea mnongelea mimba ya mama Amanda, mm. Sema tu unajua ke ndio hizi unajua kenye inaendelea hapo, unajua utaki kuangaliana, unasema simu yako aaakmuo kidogo tutaiendelea naye, ulikuwa na, Ulu... <laughs> <laughs> na, uh -huh. na Mama Amanda tunaenda mama ama tu baba uh -uh. yeah. yeah. unaona, I'm a a man This is a chance na kupea explain yourself, maba, unajua kuna haja to be around the bush. Nini mko mnaendeleza na mama ma, si ndio Mato? You are a direct person, he is a direct person. Please answer me, Sam. Nimesha kujibu hmm. kwamba nilikuwa na mahusiano na yeye, alafu hiyo uhusiano ika lead to nini? Kwa nini watu wakiwa mahusiano wanafanya nini baadaye? Juu unaona, kwa hii chat ukisoma, ukisoma my people, ukiweka password hapo ukisoma hapa, nani anasema, sijui baba mtoto ni nani? But baadaye tukiread through the text, mama Amanda anasema, unajua wewe of late ndio tumekuwa tukilala na wewe sana, na uangana kusho pull out hautaki. Sasa nini inaendelea Mr. Sam, na kwa nini hautaki kupull out? Askari, wanawake, wanawake, bana, wanawake. <laughs> What I can tell you for free, sahi. Tell me for free, bro. Don't mimi, mimi, mimi, siezi kwa sana na, na bro wangu kwa sababu ya mwanamke. Kwa sababu mwanamke ajui kwamba mimba ni yangu, ajui kwamba, eh, mimba ya, ni ya bro wangu. Sijui kama bro wangu alikuwa analala naye, bali kulingana vile kuko, I cannot fight with my brother because of a lady. Based on your reaction, Jack, yes. Based on Mato's reaction, mm. Inakaa ni kama alikuwa anajua kuna kitu inaendelea, si ndio? Eh. Yeah. Na Mato na Sam, Sam unalala na Mama Amanda. Mato unalala na Mama Amanda. Unaona sijafika hata za za Fatuma hapa na za Amanda. Sijazisoma bado. Mm-hmm. So Mama Amanda anashuku, anashuku mimba inaweza kuwa ni yako ama ya Mato. So mama moja analala na mandugu wawili. Ajielewi aji ajielewi. Bwana leti aji miti yote. Ajielewi aje, na ina uko unajua. Mwanamke anaweza lala na hata na familia nzima. Familia nzima na msijue. So kwa sababu because of our integrity siwezi kuja hapa kwanza kukosana na brother kwa sababu yao, na second, si mwanamke nilikuwa, nilikuwa, nilikuwa nimeoa Sam. Nikuulize uliko unajua, Mato analala na mama Amanda sababu tunaona hapa, evidence. Sisi tumefanya kazi pamoja kwa muda mrefu mm. Na mama Amanda nimekuwa na kikazi na pia Sam hata amekuwa na kikazi, so kulala naye kuna shida gani? Yeah, mimi nimekuwa nafanya naye mapenzi kama kawaida na mwanamke ni yule yule, mm. So, mm. mnalala na mwanamke mmoja wa ndugu wawili mandugu watoka nitoke toke, unajua bila ataka protection, hakuna mtu alikuwa anajua kama for example yeye anaweza kuwa anajua, lakini mimi mtu wange anafaa kukatani mwanamke, lakini mm. kwa nini mimi umejua mimi huyu ni brother yangu, alafu nalala mimi unaenda kulala naye eh? Sikia to make that word, so wani lala ya eh, na mtoto wake. Unaona hata hiyo ni big deal. Inaweza kuwa pia unalala na Amanda. Kwa hiyo umelala pia na mtoto wake. Inaweza kuwa pia unalala na Amanda. Amanda alitoa mimba yangu kwanza. Kaji ade? Amanda alitoa mimba yako. Ade ade? Bro, ebu alafu amenyamaza sasa. Kuna kitu mimi bwana ungesema Mama Amanda, lakini Mama Amanda bwana kuna mtoto wangu bwana. Mimi mtu ananipeleka nyumbani, what happened mnakna mtoto wangu baba, umesikia hiyo matokeo na hiyo stori. Ni stori ndefu, wosi nilikwambia acha tu, tutaenda tunaelewa polepole. <laughs> <laughs> <laughs> Nini mnaendeleza? Unasema Amanda alitoa mimba yako, mama Amanda kona mimba yako sindio? Na hiyo mimba alitoa ka, before ende ngambo, ama ama, ama after amekuja huku? Sahii najuwezi pata mimba, juu mnakumbuka daktari akisema aje amanda hataipata mimba. Naona hiyo so, hiyo husiano ilianza, ilianza lini? Before ende Dubai, ama muda before ende Dubai mm. yeah ma na na mato huko unajua pia nalala na huyo sasa unajua kato, kenye nilikuwa konsentration na miaka siku hata na naweka brada yangu, nilikuwa namchukulia Amanda naye ndio siku anajua kabisa mm, lakini huyu mwanamke huyu mama Amanda nilikuwa na shuku shuku, lakini sometime you also give a room, because si mwanamke mwenye ningeoa ama nimemleta kwa nyumba. Lakini sasa once mtu akona mtoto wako, that one wa chukumu lazima ingie, mm, na alikuwa bado mtoto mdogo, uwezi mwambia ni hoza. Chances za kumuoa zilikuwa juu sana. Lakini sasa ukipata tena brodangu ameshampea mimba. Sasa hiyo ni kama hiyo family imelaaniwa. Hakuna kulaaniwa. Juu unajua last time hata umesema kuna venye ulikuwa na shuku ni kama hiyo mimba ni yako. Ay, na exactly. Jack ni kuli unaweza shuku kama unaweza shuku mimba si kuna sababu unaweza sababu ya kushuku mimba ni juu unajua labda yes, ama unashuku mwanamke analalala na watu exact, nje. Kweli ama uongo Jack? Kweli hiyo hiyo eh. ni ukweli si uongo eh, ndio eh. na sasa reason kama labda kuna shuku kama mama Amanda huyo mtoto wake ni wako mm. ni sababu labda ulijua ni kama Sam pia analala naye, sio huyo? Mwenye mimi sikuwa within, na hiyo muda alikaa na brada yangu sana. Sasa hiyo muda ndio amekaa naye na mimi nikarudi, tukakuwa tuna yeye, sio, sikujua kwamba ako na mimba hata mm. from nowhere mm. ku, kupitia kwa simu yake nikapata ako na mimba So unajua hiyo mimba ingekuwa yangu, angekuwa ameshaniambia na tena, hiyo si ingekuwa yangu kwa sababu hiyo muda amepata hiyo mimba vile, na iwezi kuwa yangu kwa sababu hiyo muda sikuwa. Sasa nikipata mazimu hapa, hata siwezi shutuka sana na niaje, baba kwa mwanamke imeni, imenifanya hata kijua yangu imeni kama imetop ati Amanda atoa mimba ya bro. Lakini unaona Jack, unaona reaction ya Mato after umejua pia Sam alikuwa analala na Amanda, oh, yeah. Haijakaa ile ati athira ma nini. So I think bado there still things na haina hapa. These are this one thing, these are business people tunafanya na wao. These are business. Hawa si watu wenye, wow. Unajua Ukienda mahali popote, kuna kuanga na mabroka na kuna kuanga na maspai. Kama mjui hao watu, hao wanafanya kazi chini. Hata Amanda kwenda ng'ambo hakuwa atamenda kufanya kazi, tulikuwa vitu, tulikuwa fana fulani fulani, tulikuwa tumemficha aenda achifiche huko. So hiyo yote jamaa leo walio organize, we know and we knew. So alikuwa tu aenda achifiche kidogo, kuna vitu tunafanya, alienda akafanya kesi ingine ya mtu mkubwa, lakini kaleta yeye shida, so aza tungeficha so business tu. Sasa sasa inafika hapo, mtu akona mtoto wangu ina we. Sasa wewe ulipea Amanda mimba, akona mtoto wangu. Sikumpea. Unajua, ulimpea mimba akazaa mtoto wako, exactly. Alafu ni ndugu yako akapewa same, same, Amanda mimba, Amanda akatoa, ndio sababu tulitoa hiyo mimba mm. kwa ajili ule mtoto mm. angeweza, yeah, kuzaa ule mtoto mm. so, mm. kidogo kidogo tu Mato, uh-huh. Sasa mlikawe na Amanda mkelewa naacha mtu hiyo mimba, ilibidi tukae chini tuelewane naye, hata mm. mama yake anajua mm. Yeah. so hivyo, really, ilikuwa tukatoa mimba na natukamua maisha iendelee kawaida mm. na wale watu wanafanya kazi na kazi yao, ambao wanafanya hiyo ndio kazi ambao wanafanya, kwa sababu hata ule mtoto ambaye anasema ni wa bro, mimi siko sure kama ni mtoto wa bro. Si mara ya kwanza kumpata mm. yeah, nishamkuta na watu kadhaa mm. yes. So, hivyo hivyo mm. yes. lakini bado ukaendelea tu kulala na wao yeah. bila protection Mw. Unajua, hizi kazi zetu ni ngumu, hiyo muda wa kwenda kutafuta protection hatuna. Yes, ni sawa, ni sawa, jobi yenu, mko busy sana Sam, hadi kuenda kubai protection kwa duka, kwa shelf pale uchukue, yani hiyo time haipatikani, haipatikani kwa sababu hmm. Kwanza Amanda mama Amanda huyo eh, na kuhusu mimba ya bro hiyo, sasa hapo ndo kidogo pia mi nimechanganyikiwa, lakini Amanda huyo mimi nimekuwa najua na nikafanya na hiyo so kuliko mahia se na hapa na pale, Jack, yes. Watu wenye wanaweza explain tu vizuri ni nani, kwa watajibu swali vizuri kambie, eh? hmm. Hata mimi hapo siwezi elewa hmm. Nimeona hiyo story <laughs> vingine vitu. Hao watu <gulia> ah, nasikari, nikwambia ukweli. Hao watu acha mtu atafute watafute, poa nimeona hao watu si watu wazuri, si watu wazuri hao, yes, si watu, <gulia> watu si watu wazuri. Ati unaweza kaniambia aje matoanaana na mama Amanda tena Amanda, na Amanda na ublora nao na, na, na, wote au ni watu wazuri aje. Si unajua kuna kitu hapo kinajificha hapo kwa hao hao. Hatuwezi kuwa wazuri. Hatuwezi kuwa wazuri kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Ya lazima tufanye kazi. Na wewe unapiga mdomo pale lakini kumbuka bado kesi yako inaendelea. Yeah. Yes. Sasa kinyo tu tunaweza fanya Sam. Yes. Wacha tutoe Mama Amanda. Amanda. Kama atakuja na Amanda ni sawa. Kama atakuja na Amanda pia. Sio kwa hiyo unaweza nipa simu yangu au sio? Ba, lakini bado nitahitaji nishaongea, kila kitu ambayo umeshasema nitahitaji tu kujua. Nimeona mambo ya Fatuma hapo na tukiingia kwa hizo pia Fatuma, fa, fa, nilichukua nili namba yake kwa sababu nilisikia bradha yangu sijui amepelekwa wapi wapi wapi na yule mtu mnaita daktari kwanza. Huyo daktari namhitaji hapa, nataka nione ni mtu anakaa namna gani. Hiyo ndio kazi nime, hiyo ndio nilifanya nitafute namba ya Fatuma kwa sababu ya ile mm. So Fatuma sina mambo mengine naye, hiyo ndio litafuta namba yake kwa ajili ya bradhangu. Wamemfanyia nini nasikia? Sijua anapiga kelele, anajiwashawasha sikuelewa, si vitu kama hizo.